Nitaelezea kuhusu sumu kwa watoto. Sumu kwa watoto ni, eh, moja ya sababu za kawaida za wazazi kutembelea chumba cha dharura. Vitu vya kawaida ambavyo mtoto anaweza kuchukua na kuwa hatari ni kama vile sabuni za kuoshea, visafishaji vyenye asidi na dawa ambazo watu wazima wanatumia. Na matibabu ya kawaida yanayotolewa katika dharura ni pamoja na tathmini ya awali ya hali muhimu na hatua za kuondoa sumu. Kuosha mgonjwa nguo eh, na uso na kuondoa sumu tumboni kwa kutumia bomba la Ryle ikiwa watafika ndani ya saa moja, na kufuatiwa na tiba ya kusaidia ambayo inajumuisha kusaidia shinikizo la damu lao, kusaidia viwango vyao vya oksijeni, na wakati mwingine ikiwa antidoti inapatikana tunaweza kutoa antidoti. Na matatizo yanayohatarisha maisha kwa mtoto anayedhaniwa kuwa na sumu ni degedege, ugumu wowote wa, wa kupumua na eh tabia iliyobadilika.